Naam, ni Alhamisi ya tarehe 24 mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano. Karibu katika Spoti Mtaa inayokupa habari muda wote, cha kufanya tu ni kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Na karibu katika habari za magazeti leo, nipo na gazeti la Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani, lakini pia nipo na gazeti uh, la Mtazamo Mpya Michezo nipo na gazeti la Omachinga Sports kwa siku hii ya leo, nikianza na gazeti la Mwana Sports, kata kiu ya michezo na burudani. Habari kuu imeandika Yanga yapiga hodi CAF, habari kuu imeandika Yanga yapiga hodi CAF habari picha ikimwonyesha Prince Dube Mzize Pakome, lakini pia na wachezaji wengine hapa Azizikii pamoja na Dennis Nkani. Habari nyingine imeandika fadlu mkeka ametiki mabosi wa kutana mezani. Habari hii inapatikana katika gazeti hili la Mona Sport katika kiu ya michezo na burudani. Habari nyingine imeandika mabao kumi na mbili aliyopeana john nobo, lakini pia habari nyingine imeandika kilichopo nyuma ya mkate wa Mo Salah ilichopo nyuma ya mkate wa Mosara. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 15 gazeti lako hili la Mwana Sport. Lakini pia habari nyingine imeandika uh, marefa, marefa hawa ni burudani. Habari hii bana unipata katika gazeti lako hili la, la Mwana Sport katika kiu ya michezo na burudani. Habari hizi ndizo zilizokamata katika gazeti hili la Mwanaspoti au ama zilizojiri kwa siku hii ya leo. Lakini pia kwa upande wa gazeti la Mtazamo Mpya Michezo, habari kuu imeandika Mo ampongeza rais Samia, safari ya Simba. Mo ampongeza rais Samia, safari ya Simba, hii habari kuu katika gazeti hili la Mtazamo Mpya. Uh, ukurasa wa nyuma kabisa wa gazeti hili la Mtazamo Mpya Michezo. Habari picha ikimwonyesha Mo uh, Rais wa Simba ama mwenyekiti akiwa anamshukuru uh, Rais Samia Suluhu Hassan kwa ofa hii ya kupewa safari bure, kusafirishwa bure, lakini pia uh, pamoja na malazi. Habari nyingine imeandika Mzize au hakuna nyota wa zamani mzize au hakuna nyota wa zamani. Habari hii utaipata katika gazeti hili la mtazamo mpya michezo. Lakini pia habari nyingine, Leverkusen tayari amwachia Alonso. Habari hii inapatikana katika gazeti hili la mtazamo mpya michezo katika ukurasa wa nyuma kabisa wa gazeti hili la mtazamo mpya. Na tukiamia katika gazeti la wamachinga sports katika gazeti hili habari kuu ni Mo Deuji amshukuru Rais Samia safari ya Simba. Mo Deuji amshukuru Rais Samia safari ya Simba, habari hii imekamata sana katika, uh, magazeti ya siku hii ya leo ni habari kuu kabisa. Na habari nyingine imeandika Singida Black Star kufungua dimba muungano leo. Singida Black Star kufungua dimba muungano leo. Lakini pia habari nyingine imeandika uh, beki KMC mbioni kujiunga na Al Hilal. Je, ni beki gani huyu anataka kujiunga na Al Hilal? Nunua gazeti lako leo la Umachinga Sports utapata kufahamu mambo mengi ya rojili kwenye michezo. Lakini pia gazeti lingi, uh, lakini pia habari nyingine imeandika Leverkusen tayari umwachia Alonso. Habari moto moto katika magazeti ya siku hii ya leo, na habari hizi ndizo zilizoshika vichwa hasa uh, katika magazeti haya ya siku hii ya leo, na nikusii tu mtazamaji wangu wa Sport Mtaa kuendelea tu kufuatilia channel yetu hii pendwa, kwa sababu inakugea wewe update mbalimbali mbali za michezo, lakini pia uchambuzi mbalimbali mbali kutoka kwa wachambuzi hapa Tanzania. Na endelea tu kusubscribe kama bado hujasubscribe lakini pia ku like, ku comment na ku share. Usisahau kukomenti lakini pia usisahau kuwasha alama yonji ya notification. Asante na kwaheri.